Sehemu ya tisa Diamond Zuchu na changamoto za malezi Baby Showbiz. Msimulizi James Shija mshauri wa mapenzi mlezi wa nyota na baba wa busara. Siku moja nilipokea simu tena kutoka kwa namba ya Simba wa Wasafi. Sauti yake haikuwa na nguvu ya kawaida ilikuwa imechoka kama betri ya simu ya Nokia iliyotumika siku tatu bila kuchaji. Diamond: kaka James, tunaomba msaada wako tena. mimi na Zuchu tuko kwenye crisis. James: crisis ya aina gani tena Simba? mtoto amekataa uji? Diamond: hapana kaka, mtoto hataki kulala bila mziki, na Zuchu naye anasema kazi zangu za studio zimezidi wote tunalia kwa zamu sasa! Nilijua sasa hii ilikuwa changamoto ya mzazi msanii kulea mtoto wakati bado una tour dates na mikutano ya video shoots. Nikawatembelea nyumbani kwao, nikakuta hali kama tamasha la nyimbo za kulaza watoto. Diamond alikuwa amemvalisha mtoto headphones ndogo, anapiga beat ya mid tempo, huku akisema: Angalia kaka James, huu muziki ni wa kulaza mtoto, nashangea kwa nini hatulii. Zuchu upande wa pili anashika feeding boto na kumlalamikia mumewe, mimi naomba utulie na familia, si kila siku studio. Mtoto hata mjua baba wake kama kila mara uko kwenye remix. Niliwaangalia wote wawili, nikavuta pumzi ndefu nikasema, Simba, Malkia, hii ndiyo changamoto ya nyota wazazi. Hapa hakuna meneja wa familia, nyinyi wenyewe ndiyo meneja, producer na performer. Diamond: Kaka James, unamaanisha nifanye nini? James: Rahisi, weka ratiba. Asubuhi Zuchu awe na muda wake wa muziki, mchana wewe, jioni, wote wawili muwe wazazi. Usiwe na tour kila siku, fanya tour ya familia nyumbani. Sasa hapa ndipo kichekesho kilipoanza. Siku ya kwanza ya ratiba, Diamond aliamua kupika uji wa mtoto mwenyewe. Akaweka mixer juu ya meza, akasema, hii ni kama studio, nita mix vizuri. Badala ya unga wa wimbi, akachukua protein powder ya gym. Mtoto akapiga uso wa ajabu kama anasema, Baba, hii si flavor ya kawaida. Zuchu akamwambia kwa hasira laini, Simba, mtoto wetu anatakiwa kula uji si gain mass." Diamond, I say, nilidhani hii inampa nguvu ya kusmile haraka. Baadaye jioni walipanga kulala wote watatu sebuleni ili waimbe nyimbo za mtoto, lakini Zuchu akawa anaimba Raha, Diamond naye anaimba Komasava. Mtoto akajikuta yuko katikati ya dueti ya Wasafi, badala ya kulala akawa anacheka, kisha analia tena kwa tempo ya mziki. Nikawaambia, acheni kuimba kama mko jukwani, muimbieni kama wazazi. Wakati mwingine mtoto hataki beat, anataka tu utulivu. Zuchu: Lakini James, hii kazi ni ngumu kuliko kuandaa video. James: Ndiyo maana ndoa ni kama Algam, kuna nyimbo za furaha, za kulia na nyingine za kimya. Ukizipanga vizuri, dunia inasikiliza kwa miaka. Baada ya siku kadhaa za kufuata ushauri wangu, mambo yakaanza kubadilika. Diamond alianza kuacha simu saa mbili usiku na kuzingatia familia. Zuchu akaweka schedule ya studio kulingana na muda wa mtoto. Mtoto naye alianza kutulia akilala akiwa ameshikilia toy microphone. Siku moja nikiwa natoka, Diamond akaniambia kwa sauti ya furaha, kaka James, sasa najua siri ya kuwa baba bora ni kujifunza kuwa available zaidi ya popular." Zuchu naye akatabasamu na kusema, na mimi nimejua, hata nyota zinahitaji giza dogo ili ziweze kung'aa nyumbani. Niliwatazama wote nikatabasamu, nikisema hako ndipo muziki wa maisha unapopata melodi yake halisi: upendo, ushirikiano na utulivu. Mwisho wa sehemu ya tisa. Nilirudi nyumbani nikiwa na furaha. Nilijua sasa Wasafi imezaliwa upya, sio kama label ya muziki, bali kama familia yenye upendo. Nilijifunza kitu kimoja: mapenzi ni muziki lakini malezi ndiyo sauti inayofanya muziki huo uwe wa kweli.